Ngeineako ni kwamba baadhi ya wanafunzi ambao ni manusura wa shambulizi la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa wamedai kwamba kulikuwa na dalili za kuonyesha eh, kwamba katika chuo hicho kutavamiwa. Mmoja wa manusura hao amezungumzia KTN leo akiwa nyumbani kwao katika kaunti ya Kisii. Mwanahabari Elither Ogoti na maelezo zaidi. Sanford Omoyo mwenye umri wa miaka ishirini alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Moi Garissa akisomea shahada ya ualimu. Yeye ni mmoja wa mamia ya wanafunzi waliookolewa. Sasa imeshatokea, ingawa inaniuma, sometimes inashindwa kukula. Omoyo anasema akiwa na wenzake wa kiume walikuwa katika chumba kimoja waliposikia milio ya risasi. Kabla chuo kushambuliwa siku hiyo haikuwa ya kawaida, maana baadhi ya mambo ambayo hufanywa kila siku hayakufanywa. Waliingia siamini kama hakuna watu wa community walikuwa wananjia by the day, every five in the morning kuna kuanga na hiyo hiyo vipasa sauti vya kutoka misikitini lakini hiyo siku the whole community aku kusikika. He, time yao ya kupiga ilipita bila wao kusikika, which means the community might have been aware that this thing was to occur, juu awakokuja kuswali inani msikiti, which means walikuwa wame walikuwa wamejipanga. Magaidi hao waliingia tu kama waumini wa kawaida, kwani mlango ulikuwa ukifunguliwa saa kumi na moja alfajiri waliingia tu kama watu kawaida, waumini wa, wa Kiislamu wanakuja kuswali. Sasa hapo ndio wakati wanauliziwa for those witness at the gate, wanasema kuwaulizia, how come you are heading to classes badala ya msikiti, ndio walishuti askari hapo. Kati ya marafiki aliyowapoteza wakati wa shambulizi hilo yupo rafiki mmoja ambaye anasema hato msahau. Sometimes alikuwa ananielezea aki yuko sawa. Unajua mimi nimelelewa ina family yenye babangu alikufa kitambo akaniacha, sasa ile fatherly love sikuwai experience in hard dreams. Hata akikupatia her exercise book Unaangalia tu cover page, unajua dream yake ni gani. Babake Omoyo Julius Kombo, ambaye anafanya kazi ya useremala kukimu mahitaji ya familia yake, alisema kuwa serikali inafaa kuangalia suala la usalama kwa makini, si tu katika vyuo vikuu bali hata shule zote humu nchini. Mambo ya kurudi Garissa, hapo naweza sema Garissa sio nzuri vile. Mimi nilikaa Garissa for 2 years. Na wakati huo nilikuwa na hazo. Ameponea kwa tundu la sindano kufuatia masaibu aliyokumbana nayo. Sasa kijana Umoyo amebadili mawazo na kuonelea ni heri kilimo. Elither Ogoti, KTN, Nyamarambe, Kisii.